Leo chama chetu kina ujumbe mahususi ambao tunataka kuzungumza na nyinyi na ujumbe wetu utawasilishwa na Naibu Katibu Mkuu bar Mheshimiwa Amani Golugwa. Ndugu wa Tanzania, najua ni mengi yametokea tangu tulipozungumza na nyinyi mara ya mwisho, lakini tunaomba mtu mtusikilize tena kwa mara nyingine tena kwenye mwaka mpya. Asanteni Mheshimiwa Amani Golugwa, karibu uzungumze na Watanzania. Naam, eh, asante sana mkurugenzi wetu eh, Madam Brenda. Ah, ndugu wa Tanzania wenzangu ah, leo tarehe kumi na tano Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema eh, kinazindua rasmi eh, wiki ya maadhimisho ya miaka thelathini na tatu tangu tulipopata rasmi E, usajili wa kudumu na kutambulika rasmi kama chama e, cha siasa hapa nchini e. Ni wazi e, harakati za kutaka kuanzisha chama hiki zilianza miaka kadhaa nyuma na baadaye e, chama kilipata usajili wa muda na tarehe ishirini na moja Januari mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu basi chama e, kilipata na kupokea rasmi cheti e, ambacho E, kilitambua rasmi Chadema kama chama e, cha siasa e, na hivyo kuwa na uhalali wa kuendesha shughuli za kisiasa hapa, hapa nchini. Tunazindua wiki hii muhimu tukiwa na kauli mbiu inayobeba uhalisia wa mapambano yetu. E, nguvu ya wananchi e, ni matumaini ya ushindi wa kidemokrasia. Chadema tuna watu, Chadema ni watu na hii imethibitishwa baada ya harakati na shughuli mbalimbali za kukiimarisha na kukijenga chama hivyo. Eh, tuliposema Chadema ni msingi eh, ilikuwa ni kipindi na wakati ambapo Chadema ilijiimarisha kitaasisi eh, ili kuwa na mifumo eh, ya kitaasisi eh, katika maeneo mbalimbali mbali ya, ya, ya kiutawala ambako watu eh, wanaishi na kukaa na sasa. E, baada ya kujiimarisha kitaasisi e, tuna ujasiri wa kusema Chadema ni watu, kwa maana kwamba tuna watu na kupitia watu hao e, tuna uhakika tutashinda. Hivyo kauli mbiu yetu rasmi katika maadhimisho haya ya miaka thelathini na tatu tunasema hivi tuna watu na tutashinda. Bila shaka, kauli mbiu hii si ya kihisia wala ya kubuni, ni kauli ya ukweli wa kisiasa kwamba nguvu ya Chadema haijawahi kuwa kwenye dola au silaha, bali iko kwa wananchi waliokataa hofu, waliokataa kunyamazishwa, waliokataa kunyimwa haki yao ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Watu ambao wanajua wajibu wao, wanajua haki zao, na kamwe hawawezi kuruhusu wala kukubali haki yao kukopwa kwa sababu yoyote ile. Safari ya miaka thelathini na tatu ya jasho, eh, damu na machozi Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema haikuanzishwa kwa bahati mbaya. Iliundwa kama hitaji la kihistoria la kurejesha sauti ya wananchi, heshima ya kura na misingi ya haki katika taifa letu. Katika safari hii ya miaka thelathini na tatu Chadema imepitia majaribu mazito ambayo chama kingine chochote kingekuwa king, king, king, king, kimesambaratika. Tumelipa gharama kubwa kwa mapambano haya ya kidemokrasia tumepoteza mashujaa wetu wengi wengi waliouawa kikatili. Tungeweza na tunaweza kuwataja wengi, ndugu zetu eh, ambao waliuawa kikatili. Alphonse Mawazo tunamkumbuka, Ali Kibao na wengine wengi ambao ni sehemu ya watu ambao walipambana na, eh, na, na, na waliuawa kikatili na mifumo, eh, na mifumo haramu eh, yenye, yenye ukatili. Tumeshuhudia ukatili wa kupindukia ikiwemo jaribio la mauaji dhidi ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Tundu Lisu ambaye mchana kweupe alimiminiwa risasi e, katika makazi ambayo yana wa viongozi wengi wa kiserikali, mauaji ya kutisha wakati e, e, e, wa uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba ishirini na tisa, tarehe ambayo ilidhihirisha mbele ya Watanzania e, kwamba lilikuwa ni tukio la unajisi lililozaa ubatili pamoja na mauaji ya Arusha ya Januari 5 mwaka 2011 eh, na maeneo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu eh, kina Ben Sanane eh, Mdude Nyagali, Dionis Kipanya, Deus, Desi, De, Deus Dedit Soka na wengine wengi kwa mamia, kwa mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha eh, kama silaha eh, ya, ya, ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lisu eh, yuko mahabusu hadi hivi sasa eh, katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa, kwa ujasiri, Lisu sio muhaini, Lisu sio muongo na yupo kwenye mikono Eh, ya m -m -m mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote. Lakini pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, Chadema haijafa, badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu Chadema ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha, kwa hivyo iko siku tutashinda. Hivyo ndugu wa Tanzania wenzangu Nilete kwenu ratiba ya wiki ya maadhimisho ambayo tutaiadhimisha kama chama na tunatamani tuungane na Watanzania wote kuanzia tarehe kumi na tano mwezi huu, yani leo, mpaka kilele chake tarehe 21 Januari mwaka huu wa 2026. Kwa katika kipindi hiki cha siku saba za wiki Chadema kitaendesha shughuli mbalimbali eh, nitazitaja baadhi nchi nzima ikiwemo kuwatembelea na kuwafariji wahanga wa ukatili wa, wa kutisha wa, wa, wa, wa, wa tukio lililotokea tarehe 29 Oktoba, mwaka 2025 na kuendelea. Pili, kuwatembelea magerezani wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali eh, hii batili kabisa kwa makosa ya uongo. Eh, kuwatembelea waasisi eh, wa chama eh, chama chetu kama ishara ya heshima, shukurani na kujifunza busara za waanzilishi E, wa harakati hizi za siasa za mageuzi e, nchini, e, kutembelea makaburi ya mashujaa na makamanda wetu, kuthibitisha kuwa damu yao ambayo ilimwagika haikumwagika bure, bali ilikuwa ni wino wa kuandika historia ya mapambano yatakayorejesha utawala wa haki, utawala wa Mungu katika taifa hili. Aidha, tutaendesha mabaraza ya, kidi, ya kidigitali space live stream na mijadala ya moto mitandaoni kila siku kila siku kwa ajili ya vijana na watanzania wote ili kujadili mustakabali wa nchi, demokrasia na hitaji la nchi la kuwa na chaguzi huru za haki na zilizo wazi. Tutaandaa mabonanza ya michezo soka. Tutashuhudia mashindano mbalimbali mbali ya soka eh, ya vijana waki, wakicheza eh, na, na, na wazee. Na kwenye hili niweke wazi hapa eh, jijini Dar es Salaam eh, kupitia uongozi wetu wa chama kanda ya Pwani, mwenyekiti wa kanda ya Pwani amebeba jukumu hili e, e, ndugu e, Boni maarufu kwa Boni Ai Boniface Jacob ataandaa na pataandaliwa soka kabambe la mechi e, kati ya vijana Gen Z e, pamoja na wazee wa rika la kati. Itakuwa ni mchezo ambao e, tutashuhudia viongozi mbalimbali mbali, e, katika, e, katika mchezo huo ambao bila shaka utaleta burudani furaha na kujenga mshikamano. Kwa hakika jambo hili litakuwa ni jukwaa la mshikamano wa kijamii, amani na kuiunganisha jamii yetu, pamoja na shughuli nyingine mbalimbali zitakazoratibiwa kulingana na mazingira ya kitaifa na mahitaji mbalimbali e, nchi nzima e, katika mikoa yetu katika, e, katika, katika majimbo yetu. Wito wetu kwa taifa, wito wetu kwa taifa, ndugu wa Tanzania wenzangu, maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki, ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia ya Tanzania haitauzwa haitanyamazishwa wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi wazi Chama chenye dola kinaweza kuua. Chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu. Chama chenye dola kinaweza kufanya yote mabaya, ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike kisi, kisi, kisi, kisi. Lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele, na huu ndio ujasiri tulionao. Chadema ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema maneno haya. Tuna Mungu, tuna nguvu na tuna watu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda. Katika maadhimisho haya, katika maadhimisho haya tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutambua mchango uliofanywa na wenye viti ambao walipata fursa ya kukisimamia chama hiki. Wakati chama hiki kinaanza kilikuwa chini ya mikono ya mwenyekiti mwanzilishi mzee wetu Edwin Mtei. Tutatumia fursa hii kuweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango wake uliotukuka katika kipindi chake. Tutaweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango uliotukuka wa marehemu mzee wetu Bob Nyanga Makani, nafasi yake na wajibu wake katika kipindi chake, e, wakati wa utumishi wake. Tutaweka rekodi sawa ya utumishi uliotukuka wa aliyekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu e, Mheshimiwa Freeman Boy kwa nafasi yake jinsi alivyokipeleka chama kwenye kipindi na kwenye, kwenye, e, kwenye hadhi ambayo e, ilifikisha chama katika kilele e, cha chama kupata heshima e, kubwa ndani na nje ya nchi, na katika kipindi cha sasa naweka rekodi sawa ya kipindi ambapo mwenyekiti wa sasa ndani ya mwaka mmoja e, mheshimiwa Tundu Antipasilisu kwa nafasi yake na kwa kipindi chake na kwa mwaka mmoja mambo ambayo ameyafanya na kukifikisha chama hapa tulipofika. Nihitimishe kwa kusema hivi, tunawaelekeza viongozi wa chama nchi nzima, nchi nzima kuanzia ngazi e, za matawi e, majimbo, wilaya mikoa na hata kwenye ngazi yetu ya taifa, kuanza mara moja utekelezaji wa ratiba hii ya wiki ya maadhimisho ambayo tunaianza hivi leo. Tunawaalika wanachama wote, tunawaalika watanzania wote, tunavialika vyombo vya habari, jumuiya za kiraia, wadau wa demokrasia, wadau wa maendeleo, na watanzania wote kwa ujumla wenye mapenzi mema na nchi hii kushirikiana nasi, kushiriki kikamilifu hadi kilele cha maadhimisho haya tarehe ishirini na moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ninalisihi e, jeshi la polisi e, vyombo vya dola, afande IGP Kamili Swambura, hili ni wiki letu, hili ni juma letu, na hii ni haki yetu, na ni haki yetu kabisa ya kiasili kufurahi na kukumbuka kuasisiwa na kuanza kwa chama chetu. Kwa hivyo ninakusihi sana tusichokozane tusigombane usiingilie uhuru na haki yetu ya kufurahia na kuwa na wakati wa kukumbuka chama chetu, eh, kuanza kwake na kuzaliwa kwake. Matukio yetu yote ambayo tumekusudia kuyapanga kuyafanya siyasa, ya kijamii na ya kisiasa ambayo yana lengo ya kutuweka pamoja, ninakusihi sana tafadhali, tusichokozane, tusiingiliane, tusigombane. Hii ni haki yetu na hatuwezi kuzuiliwa na mtu yoyote na mamlaka yoyote na nguvu yoyote, kwa sababu tunaifanya kama haki yetu na nia yetu ni njema, kwa sababu tuna wajibu na tuna kila sababu ya kuwa na kumbukizi ambalo lina register siku maalum ya kihistoria ya kuanza kwa chama chetu. Hivyo nitoe wito kama ambavyo nimesisitiza, nitoe wito ni vyema tuheshimiane, tuheshimu katiba ya nchi, tuheshimu katiba ya haki za binadamu. Chama hiki ni chama ambacho kimesajiliwa na kina wajibu wa kutimiza shughuli zake kihalali. Hivyo tafadhali, hatutakuwa tayari kuingiliwa na chombo chochote na mamlaka yoyote, na sisi tutafanya shughuli zetu na maadhimisho yetu kwa amani kama jinsi ambavyo tumejipanga kutekeleza ratiba yetu katika hili la wiki la, la, la maadhimisho. Nimalizie kwa kusema kwa niaba ya chama historia itaandika. Wananchi wanaona Chadema itaendelea kusimama imara. Tumeyumbishwa sana. Tumepata majaribio na majaribu mengi ya kutulegeza. Tumekatishwa tamaa, hatujayumba. Wananchi na Watanzania, mmeendelea kutuamini, nasi tumepokea hiyo imani, hatutawaangusha. Katika juma hili, Watanzania, ninawaomba na kuwasihi tuje pamoja, tuungane pamoja. Mmekusudia wakati tulipotangaza kwamba tutakuwa na maadhimisho haya, ninyi Watanzania mmekusudia na mkasema mnataka mthibitishe mbele ya umma kwamba Chadema ni watu na kwamba mpo tayari kuchangia maadhimisho haya. Hivyo basi, tumetoa fursa hiyo kwenu Watanzania, kwa kadri mtakavyoona kuchangia kwa njia ambayo kamati ndogo ya uratibu ambayo inaratibu maadhimisho haya itawapatia kwenu, basi mtachangia kila ambacho ninyi wenyewe mmetaka kukichangia, ili kuthibitisha Chadema ni watu, hiki ni chama cha umma na kwamba We have God, we have people, and we have the power. Mungu awabariki sana na kwa niaba ya, ya chama ninawatakia utekelezaji mwema na maadhimisho mema. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki